Tamasha za hafla ya muziki ya shule za upili katika kaunti ya Busia zimekamilika katika shule ya upili ya wavulana ya Nambale, huku baadhi wa ya wadau katika sekta ya elimu wakiitaka serikali kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu ili kufanikisha mtaala wa CBC. Kulingana na msimamizi wa tamasha hizo katika kaunti ya Busia Teresa Teresa Njoki, hafla ya mwaka huu imekuwa ya kuvutia ikilinganishwa na miaka ya hapo awali, kwani zaidi ya shule mia moja zilishiriki. Jen Cherotich anaarifu hey. Elfu ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali mbali katika kaunti ya Busia wamedhihirisha umahiri wao jukwaani ili kushindana katika vitengo vya nyimbo zilizopendwa na zile za kitamaduni. Baadhi ya wanafunzi kutoka shule ya upili ya Nambale walio katika klabu cha wanahabari wamesema kuwa mbali na tamasha hizo kukuza talanta katika nyanja ya muziki wamepata fursa ya kujifunza mengi katika taaluma hiyo. Sisi kama wanafunzi katika shule hii tumefurahia sana kwa hii mpangilio ambao walimu wametuletea hapa, kwa sababu imekuza talanta sana kwa wanafunzi, hasa kama sisi watanga, watangazaji ambao ndio tuna, tunajifunza. Imetuletea sana manufaa. Ningependa kuwashauri wanafunzi wenzangu ambao wako na talanta wanahabari na wataka kuutumia kwanza kuwa mwanahabari ni kitu rahisi sana, unaweza unaweza anza tu kama, kwanza kuandika news kama mimi nilivyoanza. Nijaanza tu kwa kuandika news na nikakuwa interested nayo in right now na air out news Mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu wa shule za upili katika kaunti ya Busia, David Mase amesema kuwa licha ya mikakati kuwekwa ili kuelekeza wanafunzi kulingana na talanta zao, serikali inapaswa kutenga pesa za kutosha ili kufanikisha ajenda hiyo. Tungeuliza kwamba wazazi wawape na watoto nafasi ya ku ya kuwa katika mambo kama haya. Unaona, kama wakati huu tumeanza mhula, uh, mtaala mpya wa CBC ambao umeweka mkazo kwa mambo ya talanta. Kwa hivyo tukiwa hapa tunasaidia wanafunzi pia kukuza talanta zao ambao mwisho itaweza kuwasaidia hata kukimu maisha kujikimu maishani baadaye. Wamiliki wa shule za kibinafsi katika kaunti ya Busia hata hivyo wamesema kuwa huenda hatua ya wanafunzi kujiunga na gredi ya kumi mwaka ujao ikakabiliwa na changamoto si haba ikizingatiwa kuwa shule nyingi hazina miundo msingi na walimu wa kutosha. Na nafikiri CBC is a good program.

Tamasha hizi sasa zikifikia kikomo, serikali imehimizwa kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu ili kufanikisha ukuzaji wa talanta miongoni mwa wanafunzi. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.